Mwanamuziki Harmonize ameibuka kwa mara ya kwanza na kutolea clarification au ufafanuzi juu ya kile ambacho amekizungumza mkurugenzi wa EFM na TVE Majizo, ambaye mchana wa leo alizungumzia ishu nzima ambayo inaendelea kwa sasa kwenye social media ya mashabiki kuwapinga wasanii kuto support kazi zao, ambapo Majizo alisema kwamba mashabiki inabidi wawasamehe tu wasanii hao, kwa sababu wengine wamekuwa na kauli ambazo sio nzuri, sio rafiki kwao, ambazo zimewakera kuna moja ama nyingine. Lakini pia majizo alizungumzia ishu nzima ya wasanii kuperform kwenye matamasha ya au kwenye majukwaa ya kisiasa, haikatazwi na wala si vibaya kufanya hivyo kwa sababu wakienda kule hawafanyi bure, wanaenda kule kufanya biashara. Lakini zaidi akagusia mtu kama Diamond Platinumz ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava, amewezesha kutokea kwa wasanii kama Harmonize, Rayvanny, Zuchu, Lava Lava na wengineo wengi hao na akasema kwamba kumwona msanii kama Diamond Platnumz anakufa kwa sababu tu ya matatizo ambayo tumeyapitia si sawa, na maamuzi haya ya mashabiki yanaweza kapelekea anguko la industry nzima, lakini pia watu wengi wakapoteza ajira. Sasa Harmonize ameibuka na kusema kwamba hataki jina lake litajwe pale ambapo anatajwa Diamond Platnumz, yani, ukimzungumzia Diamond Platnumz usi mention jina lake, kwa sababu kuna moja ama nyingine, yeye amesha kuwa msanii mkubwa sana, na yeye aoni kama vile Diamond anastahili heshima yoyote kwake, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akitamani kumuona akidondoka kimuziki, eh, akifeli. Na Harmonize amemtuhumu Diamond Platnumz kwamba ndiye ambaye amepelekea lebo yake Konde Music Worldwide kuanguka, ndiye ambaye alimshauri alimshawishi ah, Angela kuondoka kwenye lebo hiyo, na baadaye wakamwahidi kwamba atafanya kolabu na Zuchu, in which mpaka sasa hivi haijawa hivyo, hakuna kolabu ambayo imefanyika. Lakini pia amegusia issue nzima ya Ibra, ambapo ah, kwa mujibu wa Harmonize anasema kwamba Diamond Platnumz alitoa msaada wa wanasheria kwa Ibra, yes, ikiwa ni katika kumsaidia kuondoka kwenye lebo ya Konde Music Worldwide. Hivyo si mtu ambaye anategemea ana mazuri au amekuwa anamwazia mazuri mwenzake. Tofauti kwa upande wake e, Harmonize amekuwa hana shughuli kabisa na Diamond, hashughulishi naye, lakini Diamond amekuwa ni mtu ambaye anahitaji kila siku kumuona Harmonize amedondoka kimuziki, which yeye anaona kama vile ni mtu ambaye hastahili kwa namna moja ama nyingine kupata heshima yake, kwa sababu hata wakati anaondoka alimtoza pesa milioni mia sita, kwa muda ule ilikuwa ni nyingi sana. Hivyo, anaona kama ni mtu ambaye hastahili um, um, interview press conference or something um

shillings. That time, 600 million shillings is a lot. Lakini pia Harmonize amezungumzia ishu nzima ya mashabiki kukataa kwenda kwenye show za wasanii na kusema kwamba kwa, kwa kilichotokea um, Oktoba 29 ni kitu ambacho hakuna mtanzania hata mmoja aliweza kutarajia, na hii kitu imejeruhi watu wote, wala sio mashabiki peke yao, hata yeye mwenyewe binafsi ameumia. Na kwa sasa taifa ambapo, situation ambayo imefika ni kwamba kama taifa hatujui tufanye nini, hivyo anaona ni sawa kwa kile kitu ambacho mashabiki watakuwa wameamua, kwa sababu kwa, kwa mujibu wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mtu, hakuna jibu, hatuna direction kama taifa, hivyo ni sawa mashabiki kuwa na maamuzi kama unaweza ukamsikiliza hapa Harmonize akielezea zaidi na zaidi, kwa, kwa lugha ya Kiingereza. So nikasema niwatafsiria tu kidogo muweze kufahamu nini ambacho amekizungumza zaidi.

as nationals it's a time to get together and say like, kilichotokea kila mtu kimemfunza kwa namna yake, understand? we don't have to be here and be like, oh, msamaha fame, so, sisi wasanii sawa, what if wale wananchi ambao wameenda kupiga kura Does make sense, so mi silaumu kabisa mashabiki ambao wanazungumza hivyo because we're in a situation as a national, nobody knows kwamba hakuna mtu alikuwa anategemea na hakuna mtu anayejua kwamba ukitumlaumu nani mchawi ni nani. You understand? Yeah, so ni swala tu la kukaa kimya and everything gonna get back together, let nature speak, let nature speak, everything gonna get back together you understand?

vifo vya watu vilivyotokea ese angels Mungu uh, awabariki sana hakuna mtu ambaye alikuwa against government if we be honest here. so what happened ni mtihani au majaribu kama taifa tumejaribiwa wote so yeah everything is going to be cool so um if you plan not to attend my event it's okay you know same when I, mi kwanza nilikuwa ni mchezaji mpira I was playing football, you guys made me to do this shit, you understand?